Unahitaji kupata mtu un akufanya naye biashara na usiharibu mahusiano naye. Jambo la kwanza unatakiwa ujue kwamba mnapokuja kwenye masuala ya pesa, usihusishe hisia. Unafanya biashara kutokana na malengo na vision ulizo nazo, ama biashara yako mlete kama maybe expert ya au mtaalamu au mwajiriwa, usimlete kama vile ndo mtu ambaye asipokuwepo biashara. Kwa sababu gani? Mtu ambaye anakujua sana hawezi kujua kama umebadilika, anakuwa anakuchukulia kama shuleni, yaani kama shuleni kilaza, anakuchukulia kama kilaza. Hivo hivo kwenye biashara, kumbe unafanya investment za maana. Kuna umba unakuwa serious na bidii afanye majukumu. Kwa mfano kwenye ujasiriamali, kuna mtu kufanya kazi sana kwa bidii anakuchukulia kama ni mwanake. Kuna mtafanya, unamwambia no, we lazima tufanye one two three, anasema achana nayo hiyo, kwa sababu vision zenu sio sawa, alafu nakuchukulia kama mwana hawezi kufanya kazi. Mimi hiyo imenitokea kipindi naanza hayo mambo, imenitokea kabisa, lakini pia imenitokea kuna watu ambao nimefanya nayo kazi hapa karibuni katikati. Yani kuwa na mtu ambaye unaweza kumfukuza kazini, huyo ndio mtu wa kufanya naye kazi. Kuwa na mtu ambaye unaweza kwambia we sitaki kufanye hivyo au we. Hatufanyi kazi hivi, tunafanya kazi hivi, ili usigombane na mtu. Usimuweke kwenye mambo yako ya kipesa au kwenye jitihada zako za biashara. Unamuweka mtu kwenye jitihada zako za biashara ambazo unajua kabisa kuna riski nyingi, kuna kujitoa sana, alafu sometime inaweza kafikia stage ambayo huwezi kumfukuza. Kama huwezi kumfukuza, huwezi kumwajibisha huyo mtu, usimuweke kwenye biashara yako kabisa. Hiyo itakusaidia kuto kuharibu mahusiano yako na watu.